Twaa jiwe akaliweka kati ya Mispa na Sheni akaliita jina lake Ebenezeri, hata sasa Bwana ametusaidia. gele kungombo sana taifa la momba kutoka kwa wafesi, lakini mkono wa Bwana uliniokoa kupitia mwamuzi Nabii Samweli. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Unazungumza na mchungaji Michael Nyanda, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa sabato Chato Mission. Natumia nafasi hii kukukaribisha katika uzinduzi wa santuri mwonekano ya Chato Mission inayokujia kwa jina la Jiwe. Santuri hii mwonekano inatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu 2025, na, na mda ni kuanzia saa tisa alasili mpaka saa 4 ma majira ya usiku, na mahali ni pale pale katika ukumbi wetu pendwa wa mshikamano ndani ya mji wetu wa Chato. Ndugu jamaa na marafiki, karibuni sana. Sisi waimbaji tuna jambo letu ambalo tumeliandaa kwa ajili ya uzinduzi wa albamu yetu namba sita ambayo hiyo albamu itaenda kwa jina la Jiwe. Tunawakaribisheni wote marafiki, ndugu kwa ajili ya kuimba pamoja siku hiyo. Bwana sifiwe.